Naam, habari zenu ndugu zangu. Asalamu aleku wapendwa. Vipi hali zenu huko? Mnaendeleaje? Nashukuru sana kwa kuungana nasi katika kipindi cha ulimwengu wa kiroho ambapo hapa mtajifunza mengi ya kufungua akili zenu na kutambua mengi ambayo yamekuwa yakijificha katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu hata tukizungumzia ulimwengu wa kiroho, nadhani wengi wanatambua ni ulimwengu ambao unatuzunguka sisi kama wanadamu lakini hatuwezi kuona katika macho ya kawaida. Sasa katika kipindi chetu, ukiendelea kutufuatilia, inakusaidia wewe kukufungua na kuweza kuelewa mengi hasa katika ulimwengu wa kiroho. Hivyo mwisho wa siku utajikuta umetambua mengi na kuweza kutambua mwelekeo wa maisha yako na kutambua vizuizi vya maisha yako. Mwisho wa siku unaona maisha yanakuwa mepesi baada ya kutambua nini ambacho kilikuwa kinakwamisha maisha yako. Sasa leo tumekutana kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na jambo kubwa ambalo wengi linawaathiri lakini hawalitambui. Hawalitambui kwa sababu hawafahamu kuhusiana na masuala ya ulimwengu wa kiroho, hivyo wanaishi tu bila kujua nini sababu ya changamoto yao. Jambo hilo kuu ni laana ya ukoo ama familia. Hiki kitu kimewagusa wengi sana, kimewagusa wengi sana. Wanaishi, wanapambana, mambo yahendi, lakini kumbe wanazungukwa na laana ya ukoo ambayo inakuwa inawaathiri. Sasa hapa tutafahamu kwa undani nini maana ya laana ya ukoo na ipo vipi na ishara zake zipo vipi katika maisha yetu ili mradi uweze kutambua nini ambacho kinakuwa afekti ama nini ambacho kinakuathiri katika maisha yako na kuleta migogoro ya wewe kuto kufanikiwa. Kwa hiyo tega macho yako nisikilize kwa makini na pia usisahau kubonyeza alama Subscribe, ili kuendelea kupata vipindi vyetu mbalimbali katika chaneli yetu ya Eko TV. Hivi itakuwa na kugusa sana kwa wale watu ambao wanatambua ama wana, wana, wanatamani kuweza kutambua ulimwengu wa kiroho upo vipi. Sasa nianze sasa na kuzungumzia maana halisi ya laana ya ukoo ama familia, nikitamka hilo neno namaanisha hiki ni kifungo ambacho kipo katika familia na hiki kifungo kinaleta matatizo ama kinaleta migogoro, kinaleta vizuizi bila wewe kujua nini chanzo kinachokwamisha maisha yako. Wewe unaishi, unaendelea na maisha yako, unaanzisha biashara, pa imekufa. Hufahamu nini ambacho kimesababisha hilo, lakini kumbe kuna mnyororo uliokushika, mnyororo ambao unatokana na laana iliyokuwepo katika ukoo. Na hii laana sasa inatokana na nini? Laana hii huwa inatokana na makosa ambayo yalifanyika kwa mababu wa zamani, mababu zetu mabibi zetu wale wa zamani. Ndio maana nikakuambia hili ni chimbuko la asili, wewe uweze ukafahamu, kwa sababu umezaliwa juzi juzi, lakini wale mababu na wale mabibi ndio wanafahamu makosa ambayo waliyafanya. Na pia sio makosa tu, maagano ambayo wao waliyaweka. Nadhani wengi wanafahamu wazee wetu wa zamani walikuwa wanafanya sana matambiko ambayo Yanaku, yalikuwa yanaoletea baraka matambiko ambayo yalikuwa na, wana, wana, wanafanya kuabudu mizimu ama kuweza kufungua milango kwa kutumia mizimu yao ya asili. Sasa hiki kitu ndo tunaita maagano yaliyokuwepo hapo zamani, na sasa hicho nacho kinaweza kukawa sababu ya laana ya ukoo iwapo wewe hauendelezi yale maagano, umeshanielewa? Kwa hiyo hapo ndicho inakuwa inaleta laana katika maisha yako. Laana ya ukoo, makosa ya babu zetu, maagano ambayo waliyaweka, hayo ndiyo sababu ya kuleta laana ya ukoo ama familia katika maisha yako. Kwa hiyo hichi kifungo kinakuwa kinawaandama katika familia na hiki kitu kinakuwa kinajirudia katika familia yenu, kwamba unachopitia wewe mwenzako anapitia katika ukoo wako, katika ukoo wako pia mwingine anapitia. Inakuwa ni vitu ambavyo vinazunguka ndani yenu, kwa sababu nyinyi ndio, hilo maagano yanawazunguka katika maisha yenu. Hapo katika ulimwengu wa kiroho, nyinyi hamwezi mkaona kwa macho, lakini mnaishi huku hayo maagano yakiendelea kuwazunguka na kudai haki yao. Kwa hiyo mambo mengi mnakuwa mtimizi inakuwa ina, inaoletea vizuizi. Sasa hapa aidha uvunje hayo maagano ama uendeleze. Hapo maisha yako yatakuwa sawa. Sasa twende kwenye ishara ambazo zinaweza kukufanya uweze kutambua kwamba mimi ninazungukwa na laana ya ukoo. Cha kwanza kabisa ambayo ni kuu huwa ni ndoto. Ndoto za ajabu ambazo zinatokea mara kwa mara. Hizi ndoto zinakuwa kama ishara ya kuweza kukufanya utambue kwamba kuna deni ama mzigo ambao unakudai wewe, ambapo hicho natakiwa kutimiza. Kwa hiyo inakuwa inakuandama kwa njia ya ndoto, na ndoto hizo zinakuwaga za aina nyingi nyingi sana. Mfano, mfano wa ndoto, mtu anaweza akawa anaota sana anaishi nyumba zile za zamani au hata kama sio nyumba za zamani, yeye yupo mjini, lakini ndoto zake mara nyingi zinampeleka kwamba anakuwa katika mazingira ya kijijini, ama asili yao kule kijijini walipoacha wazee wake. Hiyo inakuwa nayo pia ni ndoto ambayo inaashiria kwamba kuna agano ama vifungo ambavyo vinakutaka uweze kutimiza, ambacho hicho ndio tunaita laana ya ukoo. Na pia ndoto inaweza ikawa kwamba unafukuzwa na marehemu, yani kuna kwa unakuwa kama una, una fu, unaota ndoto zile ambazo unakutana na marehemu, huenda anakufukuza ama huenda anakuwa na nani, anaonyesha ile hali fulani ya asira ama mnapiga stori za kuweza kukukumbusha jambo fulani. Hizo ni ndoto ambazo zinakuletea ufahamu kuweza kutambua ya kwamba bado kuna muunganiko wa wewe na ile mizimu ya familia yenu na pia ndoto unaweza ukaota una, unakula una na watu ambao wa, wa wameshafariki katika familia yenu, kwamba umekaa nao unakula. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna muunganiko kati yako katika maisha yako na maisha ya mizimu. Kwa hiyo huo mnyororo usipotimizwa ama usipofanyiwa kitu, basi utakuandama katika maisha yako, na ndio maana hapo tukaita ndoto za ajabu. Hizo ni ishara mojawapo ya hilo jambo. Ishara nyingine ni maradhi ya mara kwa mara ambayo maradhi hayo tunaita ya kurithi, maradhi ambayo yanaandama katika familia yenu. Unakuta familia ambayo ipo katika ukoo fulani inaandamwa na maradhi ambayo yanazunguka sana katika familia yao, na hayo mara nyingi wanaita magonjwa ya kurithi lakini kumbe inakuaga mara nyingi saa nyingine ni laana ambayo ipo katika ukoo wenu, kutokana na yale makosa ya zamani, basi mmetupiwa hiyo kama laana kwa ajili ya kuweza kuandama maisha yenu. Unaweza ukakuta wengi katika familia wanaandamwa na kifafa, kisukari na maradhi mengine mbalimbali mbali ambayo wengi wamekuwa wakiteseka haswa katika familia unakuta huyu anaumwa hiki ambacho kile kile katika familia, naye mwingine anapata tatizo kama hilo, ambao wote hao wapo katika ukoo mmoja. Hiyo ndo tunaita maradhi ya kurithi, ambayo hiyo nayo pia ni ishara ya laana ya ukoo ambayo inakuandama ama inawaandama katika familia yenu. Kitu kingine ni vifo vya mara kwa mara yn, yani unakuta katika ukoo fulani misiba haiishi, misiba haiishi, na katika hivyo vifo huwa mara nyingi ni vifo ambavyo havielezeki, ajali tu ya ghafla ambayo mtu mwingine angekuwepo asingepata hiyo ajali ni vifo vya ghafla sana alafu na misiba mara kwa mara ambayo inaandama katika ukoo wenu watu wanapungua katika ukoo wenu kutokana na hivi vifo sasa haya ni matokeo ya laana ya ukoo adhabu ambayo inatokana na makosa ya babu zenu ambao walikuwa wameshayafanya na hapo ukiongea na mababu zenu utakuta wanakuambia kwamba kuna vitu vinatakiwa vifanyike ili kuweza kuzuia hicho kitu kwa sababu wao wanaelewa nini ambacho kilifanyika hapo nyuma ambacho kinasababisha kuweza kuleta matatizo hayo nyinyi mna, mnazaliwa hivi karibuni mnaendeleza maisha yenu bila kufahamu hicho ndio maana inatokea wengi mnakuwa mnafariki bila kujua nini sababu lakini mkichimba lile chimbuko mnatambua sababu ni hiyo kwa hiyo itakuhitaji uweze kuvunja hivyo vitu ili kuweza kuendelea na maisha yako, ama utimize agano uendelee kuwa mtumwa wao ili kuweza kufanikisha maisha yako. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina, vinaandama sana katika maisha ya ukoo bila watu kutambua nini sababu ya matatizo yao katika familia. Ishara nyingine ambayo, hii sasa, naongelea ishara ya nne, ni umaskini wa kizazi hadi kizazi. Baba maskini anazaliwa mtoto, anapambana, anazunguka huku na huku, hafanikiwi chochote, anarudi kwenye umaskini. Anapata mtoto mwingine, mtoto amekua anapambana, anasoma shule, anahangaika, apati kazi, anazunguka tena kwenye ule ule mnyororo wa umaskini. Hii pia ni ishara ya kwamba kuna maagano yaliwekwa, ambayo yanahitaji nyinyi kuweza kutimiza ili kuweza kufanikiwa. Lakini sasa hamu ya timizi inaurudisha kwenye mambo ya umaskini, kwa sababu wao pia wanadai haki yao, hao mizimu wanadai haki yao. Hii sasa ndio tunaita laana ya ukoo, ambayo inatokana na maagano yasiyotekelezwa. Kwa hiyo ili kujitoa itatakiwa uvunje hivyo vitu, ama uendelee kuwa mtumwa wao ili uweze kufanikiwa, lakini la sivyo, wewe utakuwa maskini, familia yako, mtoto wako atazaliwa atakuwa maskini, akizaa mtoto mwingine atakuwa maskini, mtaendelea maisha hayo hayo, hakuna mafanikio ambayo yatatokea, ya utataka kuanzisha biashara, lakini hakuna utakapoenda ndugu yangu. Hakuna utakapoenda. Hapo ndo maana tunapenda sana watu wafahamu kuhusiana na ulimwengu wa kiroho. Ukifahamu hichi kitu, akili yako itafunguka utaelewa nini sababu ya matatizo yako. Ndio maana nikakwambia, hakuna utakapoenda, umaskini utakuandama kwa sababu uelewi nini tatizo linalokuandama kwa hiyo utakuwa unaendelea kuzunguka, utazunguka, utapambana, utafanya harakati zozote, lakini hakuna chochote ndugu yangu, utakuwa unapoteza muda na watoto wako bado wataendelea kupoteza muda kwa sababu kuna mnyororo ambao umewafunga. Jambo lingine, ishara nyingine ambayo huwa inaonekana ni ndoa kushindikana ama ndoa kuishia taraka. Mara nyingi hii inawatokea wanawake, inawatokea wanaume. Unakuta katika ukoo fulani wanawake hawaolewi, maskini ya Mungu, katika ukoo hakuna mwanamke anayeolewa. Anatokea mwanamke anaolewa, ndoa haidumu, yaani hafanye afanyavyo awe mtiifu awe hivi, ndoa haidumu, lazima itaishia kuachika, apewe talaka, arudi tena kwenye maisha ambayo amekaa bila ndoa. Hii nayo inawaathiri sana. Pia wanaume hawadumu katika maisha yao, unakuta anaoa, ghafla mwanamke anabadilika, anakuwa na mambo ya ajabu, halafu wanaachana anarudi tena kwenye maisha ya upweke bila ndoa. Hii nayo ni ishara ambayo inaandama sana katika vizazi ambavyo vinazungukwa na laana ya ukoo. Hiki kitu kikielewa, utaelewa nini chimbuko la tatizo lako. Sababu nyingine, ama ishara nyingine. Sasa hapa tunaongelea ishara ya sita ni asilimia kubwa wanawake kuchelewa kuzaa ama wanaume kupitia matatizo ya uzazi. Hii inazungukwa sana. Yaani unakuta katika familia wanawake wanachelewa sana kupata watoto. Na hata familia zingine wanachelewa lakini, wakija kupata wanapata watoto wenye matatizo. Watoto wenye matatizo ama ulemavu. Unakuta wengine wanazaa watoto wenye, wenye asili ya uzezeta ama watoto wenye matatizo fulani ambayo ni changamoto hii inakuwa inaandama kizazi kwa kizazi. Sasa hili nalo ni sababu ambayo inatokana na laana ya ukoo ama mizizi ya asili ambayo inawashikilia katika familia yenu. Kwa hiyo hili inakuwa imetokana na makosa ya mababu zenu, kwamba hiyo sasa ni adhabu ambayo ilitupiwa kwa mababu kutokana na makosa walioyafanya hiyo ikapelekea watoto kuzaliwa walemavu ama wanawake kuto kupata mimba ama kushika uzazi, ama mwanamke anashika mimba inaharibika, kila akishika mimba inaharibika, hakuna manufaa yoyote. Kwa hiyo hii ni, ni kama adhabu ambayo ililetwa katika ukoo kwa sababu ya makosa ambayo yalifanywa na hao mababu zenu katika familia yenu ama katika ukoo wenu. Tatizo lingine ama ishara nyingine hapa nitaongelea ishara ya saba. Nadhani kwa leo tutaishia kwenye ishara ya saba, ni watu kwenye ukoo kupitia tabia mbaya zile zile. Yani katika ukoo wenu, familia ama ukoo unakuwa unapitia tabia zile zile mbaya, kama mfano ulevi katika ukoo wenu, unakuta mjomba mlevi. Anakuja huyu mwingine mlevi, akija huyu mwingine mlevi. Au ama sio mlevi basi atapitia ukahaba mwanamke, ama akipitia hiki basi huyu atapitia tabia ya wizi. Yani ninazungukwa na tabia za uovu mwingi sana katika ukoo. Wengi wanazungukwa na tabia mbaya sana, hii nayo pia ni ishara mojawapo ya kwamba mnazungukwa na laana ya ukoo, kwamba nyinyi maisha yenu yote mtazungukwa na vitu ambavyo vinakuwa addicted ama vitakuwa vinawaathiri katika maisha yenu. Vita, utazungukwa na tabia ya ulevi, utazungukwa na tabia ya ukahaba, utazunguka tabia ya wivu na pia hata ugomvi, ugomvi katika ukoo yaani, katika ukoo wewe kugombana na, na kaka yako bila bila sababu maalum, bila sababu maalum unakuta ni wivu tu, mnagombana tu. Yaani, ni inatokea ugomvi ambao sio wa kawaida, lakini nyinyi kwenu maisha ya ugomvi katika familia ukoo basi inakuwa inawaandama sana, hii pia nayo ni ishara ya laana ya ukoo ambayo inawazunguka sasa. Kama ukiwa makini na ukatambua kwamba kuna dalili ambazo zinawapitia zinawakumba sana katika maisha yenu katika hizi ambazo nimezitaja hapo, nimetaja chache tu, lakini wengi wao wanandamwa na dalili nyingi sana. Ukikaa nao ukikutana na watu wao ukakutana nao ukawauliza, atakusimulia mengi sana ambayo yanayapitia katika familia yao ni mengi sana ambayo yapo, lakini hapa nimetaja ishara saba tu, ishara saba tu, kwa sababu ya muda, lakini wengi, kama utahitaji, basi tutawasiliana, kwamba ukiona unapitia dalili hizi, basi jua unaandamwa na laana ya ukoo ama familia. Hata ufanyaje, hakuna ambacho kitakwenda sawa. Familia yako, watoto wako wote watapitia hicho. Sasa je, ni nani wa ku pambana kuweza kuvunja hii laana. Uamuzi ni kwako. Kama upo tayari mtoto wako ama wazazi wako ama vizazi vyako vingine viweze kupitia hali hii, basi sawa, tulia, ishi maisha yako, mwache mwanao aweze kupitia tabia hii ama mambo haya ambayo yanazunguka kwenu. Ila ukiwa tayari, unaweza ukafanya utaratibu wa kuweza kuvunja laana hizi, kwa sababu laana hizi zinavunjwa, zina wapo ambao wameweza kukomboka kwenye laana hii, na ukiweza kukaa nao atakuelezea nini sababu ya matatizo yake. Wengi wao wamepitia matatizo haya sana. Kama unahitaji kuweza kufahamu zaidi, basi nidondoshee comment kwamba tunahitaji mwendelezo wa kufahamu zaidi kuhusiana na hili jambo, ili niweze kuwaletea nini cha kufanya, iwapo unahitaji kuvunja nini ambacho inatakiwa kutambua katika kuweza kutekeleza jambo la kuvunja laana kama hii wale ambao watahitaji kujiunga na grupu letu basi nitafute. Tuna grupu la WhatsApp ambalo tunatoa mafundisho mbalimbali mbali. Na kujiunga unalipia shilingi elfu tano ya Tanzania, elfu tano ya Tanzania unaunganishwa kwenye grupu na utapitia mafundisho mbalimbali mbali. Wapo wengi ambao wamejiunga na wanafundishwa wana, wana mafundisho mbalimbali mbali, na mwisho wa siku unakuta mtu anajitambua. Kwa hiyo Asante sana kama umenisikiliza kwa makini na umenisikiliza mpaka mwisho. Hivi sasa nikukumbusha, usahau kubonyeza alama ya subscribe pamoja na alama ya kengele, ili kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa vipindi vyetu katika chaneli ya Eko TV. Asante sana.